Niambie kitu kimoja bea, niambie kitu kimoja, miongoni mwa wasanii ambao anatoka hapa ambao anaita heshima kubwa bea, bwana anaitwa vivoni boli. Kwanza usiende kutazama namba zake za YouTube. Umeshaenda kutazama namba zake za Spotify? Umeenda kutazama show zake na feature zake, indo difinishe ya kwamba tunataka Watanzania tufanye kazi, tunataka watu wapige hatua, ndio wafanye hivyo. Tunaona anapambana na anafika mbali, na mimi naamini, nikiangalia hapa watu, naona kabisa kuna watu baadaye watakuwa matajiri sana, sijui wanambea nini. Kwa namna mambo yanavyoenda, naona kabisa hapa nikiangalia, kuna kuna wengi kama mimi, mtafanikiwa kesho weka mkono mmoja hivi kama unaamini wewe ni tajiri wa kesho. Weka mkono mmoja hivi weka mkono mmoja hivi alafu, kuweka kushoto, kulia, kushoto, kulia kulia, kushoto isaeuucha mwisho tu Simba ukiachana kwamba kuna next level. Nataka pia wasafi wasanii wengine kutoka Mbeya wasajiliwe